Mt ambako hakana shina lake ni haka hapa, kama unavyokaona mono. Kaangalie vizuri jamani, sijai kufeli hata siku moja, na bado nawafundisha na nawapenda na sana. Wewe ambaye unanifatiliaga, tumia haka ka mmea kama utahitaji kufungua mambo yako. Tumia haka ka mmea kwa wewe ambaye utahitaji fungua vifungo vilivyofungwa. Ni mmea upi, sio mti, ni haka kaliko landalanda. Landa. Ni huu hapa. Mara nyingi mnayaonaga yakiwa juu. Ila leo nimeakuta yapo chini kama unavyoona. Yameanzia chini. Hatukiangalia hapa. Angalia vizuri. Uwezi kuona shina lake. Hakana shina kabisa. Hakana shina. Angalia kama yote ya juu juu. Angalia. Yaani hakana shina. Galia hakina shina kabisa. Umeona? Galia vizuri lakini kamelanda juujuu juu. Kapo juu, juu kama unavyoona. Umeona? Hmm? Kwa hiyo sasa wewe ambaye una vifungo, una wewe ambaye ni mjamzito, wewe ambaye umevimba mguu, umekanyaga kitu kibaya, hakikisha unachukua mizizi hii hapa unayoiona, chemsha baada ya kuchemsha, baada ya kuchemsha, hakikisha ukishamaliza kuchemsha, kunywa. Lakini hii hii una uwezo wa kukandia na mambo yakaenda vizuri sana. Dokta Emanuel sijai kufeli hata siku moja, na bado nawafundisha, nawaelekeza. Wewe ambaye unaleta uzembe kwenye kujifunza, endelea na uzembe wako, lakini huwa nafundisha tiba na bado naendelea kuwafundisha. Eh, utakapoona video hii hakikisha unaisupport una follow unaidownload share. Mimi nawapa sadaka kuwafundisha tiba. Wewe toa sadaka kwa kushare kwa watu wengine, kwa wagonjwa wengine, ili atakayepona usiwe wewe tu mpone. Wengi sana najua wanauma, wengi sana na ndio maana tunajitolea kuwafundisha dawa za kuweza kuwatibia eh. Umeiona, iangalie kwa makini. Ni haya hapa, haya hapa, haya hapa, iangalie vizuri. Umeona, ni uhakika jamani, usipuuzie hii. Ni dawa na ni dawa nzuri sana, utakuja kunishukuru sana utakapotumia mmea huu. Umeona, uangalie, umeiona, uhakika jamani Uhakika wa asilimia mia. Hii ni dawa, hii ni dawa. Nikikuambia ni dawa, amini ni dawa. Tumia.